Maana hata sisi tumekuja hapa jengo tua tunaona hiyo picha abambaasauchanga hmm. Ni bamba. Basi tunkuja kwa madhumuni kwa tajua ni hilo bamba, bamba. Ushaona eh? Twaja tuangalie hesabu yetu tuone kutahitajika mabamba mangapi na nini nini mbao kiasi gani shughuli, ushanelewa? Sasa sasaambao tuyapata hapa ni mageni, mageni. Mageni. Kwa hivyo paka tutumie Yes. kuna nyingine ambayo sasa, huyo mzee naye amekataa sasa, si nyumba si jengo yani. Ndio kwa sababu na naa kina jomba kina mama sasa, inamtonikatiupandi wake atajua mwenyewe, kama. Lakini haina shida haina maana akabahi unayosema, yeah lakini kuna mtu kujitolea kwa maandishi eh, hapa mahali pangu nitoa naonayo eh, ndugu na zako wakubali kuwa mama yetu ametoa hapa mahali kwa hiyo madrasa, uh, mimi mwenyewe na dadangu, pia juu, eh, sasa maandishi, kwa hivyo unaweza kutuandikia, kutuandikia. hawa nione lazima leo wala kesho. Ni watu wanazungumza, halafu tunatoa. Hata ukiandika ukaposti kile karatasi na evidence kwa hapa mali, mimi nimetoa. Wakija, ukisimama ukiulizwa, hapa mbona wewe wajenga, ana mwenye huyo? Mama alitoa kwa ajili ya kujenga madrasa, umeelewa? Hiyo ndio stakabadhi. Ndo kama vile umesimamia mtu, mimi nataka kujenga hapo. Wenzako walikubali wakasema, fadhili akaja akajenga. Ulipojenga wewe ondoka hapa, si pako, kwa sababu hapa kuwa na maandishi kwa maelewano, na ukule lazima utakarudi tena. Yule atakayekusaidia pia wewe anabidi atakayeushahidi

ule mnazi pale, lakini hii itaanzia hapa. Nataka kujibei, nataka kujibei ianzia hapa kende paka hio nenda kipoka pale huo tafikia, ndio itaangalia. Hizo ni klasi ngapi?